Naam, mtazamaji wa Trend TV, baada ya Baba Levo kuvujisha siri kwamba Lava Lava anajitoa katika record label ya WCB, na hii ilivuja tokea kama mwezi hivi uliopita, lakini haikuwa confirmed wala hakukua na mtu yoyote ule wa karibu na kampuni hiyo ya WCB ambaye alikuja kugonga muhuri ku stamp kwamba of course Lava Lava anaondoka, kwa sababu hapo awali tulipata taarifa za ndani kabisa kwamba Lava Lava mkatabaki umeisha pale WCB, kwa sababu wasanii kila wanaposainiwa katika record label hawasaini for life, huwa saini kwa mda fulani miaka kadhaa. Sasa kwa upande wa Lavalava, yeye mpaka sasa hivi ni kwamba ana miaka nane pale WCB na mkataba wake nasemekana kwamba umeisha. Na kama kwa kawaida ni kwamba mkataba ukiisha unaondoka kiroho safi, hudaiwi hata sumni, lakini mkataba kama hujaisha, alafu unataka kutoka pale, ndo unapochajiwa mahela mamilioni ya fedha. Umeona bwana, eh? so kwa upande wa Lavalava yeye bwana, ni kwamba mkataba wake umeisha, kwa hiyo ametoka na Diamond, amemwachia free of charge eh, anaondoka na platforms zake zote yeah, ma streaming platform ma YouTube na nini vyote anaondoka navyo bila kudaiwa hata hamsini. Na Baba Levo ameweka hilo wazi na amesema kabisa kwamba Diamond amezungumza kwamba baada ya Lavalava mkataba wake kuisha na kuondoka bure pale vile vile atamwongezea kiasi cha fedha. Yani, Diamond yeye ndo atampa fedha Lava Lava kwa ajili ya kumuinua au apate sehemu ya kuanzia huko anapoenda kuelekea kwa ajili ya kujitegemea yeye mwenyewe, kwa sababu kwa sababu Lava Lava ni msanii ambaye yuko pale kwa muda mrefu. Kwa hivyo basi, ana uwezo na anajua nini ambacho anatakiwa kufanya, anajua mziki unataka nini. Kwa hiyo, obviously anajua wapi aanzie. Kwa hivyo basi, hakukuwa na haja yeye kuendelea kuepo pale. Kwa hiyo, kwa mujibu wa Baba Levo, kwa sababu ameshakuwa msanii mkubwa. Kwa hiyo, kwa mujibu wa Baba Levo, ameojiwa haja yeye kuendelea kuepo pale, kwa sababu ameshakuwa wasanii wanajitoa sana sasa sana pale WCB maana tumeona Mbosso katoka sasa eh, hivi. Pia Lava Lava, kwa mujibu wa Babalevo, amejibu kwa kusema kwamba bwana, sababu ni kwamba ni very simple eh, ni kwamba Diamond sasa hivi ameshaona kabisa kwamba akishawapatia platform wasanii, wakisha kuwa wakubwa, basi wanaweza kujisimamia, kwa hiyo hakuna haja ya yeye kuangangania wabaki pale katika record label yake. So hivyo ndivyo utaratibu unavyokuwa kwa sasa hivi, kwa mujibu wa Babalevo, ambaye ndio mtu wa kwanza kutoa hizi taarifa kwamba Lava Lava anaondoka WCB. Ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana, katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.